Mwanadada eh, Hamisa Mobeto ambaye ni mpenzi na mke wa Aziz K eh, ameweza kuandika ujumbe mzito ambao katika ujumbe ule eh, ameweza kuambatanisha eh, maneno kutoka katika mstari eh, wa Biblia takatifu. Mwanadada huyu ambaye eh, asili yake hasa ya kidini ni Muislamu lakini ameweza kuonesha uchungu wa kile ambacho kimeweza kutokea majira ya jana uwanjani ambapo tumeweza kumwona mchezaji Aziz K ameweza eh, kupatwa na hali mbaya ikiwa ni baada ya kugongana uwanjani na mchezaji wa Azam FC si, katika mchezo ule wa jana ambaye Wydad Casablanca eh, iliibuka na ushindi wa bao moja kwa zero dhidi ya Azam FC eh, so, kile ambacho kiliweza kutokea uwanjani kimeweza kusababisha majonzi makubwa sana kwa wadau wengi wa soka, tukimwona Aziz K amelala akiwa e, e, yuko chini hoi so e, ilikuja ambulance baadaye nje ya uwanja kumchukua Aziz K na hatimaye kusafirishwa haraka kuelekea hospitalini. Sasa kile ambacho kimeweza kutokea mwanadada e, Hamisa Mobeto ameweza eh, kushindwa kuvumilia hatimaye na eh, kufanya kama kadua fulani ambayo kalimsababisha mpaka eh, akaongea eh, na kunukuu maneno machache kutoka katika mstari wa Bibilia takatifu katika kitabu cha Zaburi. Hilo limeweza kushangaza na kushtua na kuibua hisia za watu wengi sana, kufurahia kuona kitendo hichi cha mwanadada Hamisa Mobeto kumwombea mume wake wa kutumia mstari wa Zaburi ya Daudi. Nitaenda kusomea kile kitu ambacho alikuwa amekiandika katika peji yake na mtandao wake wa Instagram, akiwa kama vile ameweka kasala fulani hivi kuhusiana na yale yote ambayo yameendelea, e, kupitia e, peji yake ya Instagram ambayo ina jumla ya fuazi A, kwa maana ya followers, Milioni kumi na mbili na point tatu, akiwa mafollowers elfu mbili na mia tatu tu mwanadada huyu Hamisa Mobeto ambayo ni fashionist, lakini pia ni wife and mother kufuatia bio yake ambayo ameweza kuiandika. So stylish huyu Hamisa Mobeto alikuja kuandika ujumbe huu ambao ulikuwa unasomeka kama ifuatavyo, ngoja ninukuu. Alikuja na kuandika ujumbe huu ambao ulikuwa unasomeka kama ifuatavyo. He didn't say maybe he said surely goodness and mercy will follow you all the days of your life. Kwamba eh, ameweza kuandika ujumbe huu ambao baadaye ni tena kukutafsiria, lakini huko mbeleni ameweza kuandika Salim eh, ishirini eh, na tatu kwa maana ya kwamba Zaburi ishirini na tatu. Zaburi ni kitabu cha Daudi ambacho Eh, kinaongoza sana kwa eh, sifa za kumtukuza Mungu katika kitabu hichi eh, cha Zaburi. Na mjo ni, ni kutafsiria katika lugha ya Kiswahili maana yake nini kwa hichi ambacho ameweza kuandika mwadada huyu Hamisa Mobeto katika page yake ya Instagram kupitia Insta story. Iko ni baada ya yale ambayo ameweza kutokea eh, kwa eh, Aziz K. Ah, kwa kile ambacho aliweza ukiandika Hamisa Mobeto katika Insta story yake Ngoja yani kudadafulia ilikuwa kinasemaje? huu ni mstari wa Biblia kutoka katika kitabu cha Zaburi, ambayo maana yake ni kwamba alisema, hakika wema eh... Kwanza alianza kwa kusema kwamba he didn't say maybe eh, maana yake ya kwamba eh, hakupewa kama labda au pengine. he said, sure goddess, eh, and mess will follow you all the, all the, all the days of your life. kwamba alisema hakika wema na rehema itakufuata siku zote za maisha yako. Huu ni mstari kutoka katika kitabu cha Zaburi ishirini na tatu unaokazia uhakika wa ulinzi, upendo na neema ya Mungu katika maisha ya mtu kila siku bila ku Eh, kukosa. So huu mstari ambao kaweza kuandika Hamisa Mobeto umeweza kuzua gumzo sana katika pages na mitandao mbalimbali mbali ya kijamii, watu wengi wakifurahishwa na maneno haya ambayo yamenukuliwa kutoka katika kitabu hichi cha Zaburi ishirini na tatu ya kuelezea ni kwa namna gani eh, eh, huu mstari unakazia kuhusu ulinzi, upendo na neema ya Mungu katika maisha ya mtu kila siku bila kukosa. Hivyo basi watu wengi sana wameweza kufurahishwa na hichi kitendo. Nilikuwa nasoma baadhi ya watu ambao walireact kupitia ile insta story, wengi sana wamefurahishwa na hichi eh, kitendo. Aziz K mpaka sasa hali yake haijulikani. Je, ni kitu gani e, ambacho kimemkuta? E, ke, na klabu yake ya Wydad Casablanca bado hajatoa taarifa, lakini hivi vyote tunaendelea kuvisubiri tuje tuone kitu gani ambacho baadaye baadaye watakuja kutujulisha. So kama mwanafamilia wetu wa nguvu wa Blue House Dax Media unaweza waunaweza kututumia emoji pamoja na maoni yako, katuambia ni kitu gani ambacho unahisi kufuatia hayo yote ambayo yanaendelea. Shika comment yako hapo chini.